Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika darasa letu la kujifunza neno la Bwana, na katika darasa hili tunaangazia wokovu. Wokovu wa kweli ni upi? Wokovu wa kweli ni upi kulingana na maandiko? Na huu ni mfululizo wa madarasa, ikiwa kupata madarasa ya nyuma, basi unaweza ukatembelea maktaba yetu uweze kuyapitia madarasa hayo tulikwisha kuona ukiri wa kweli ni upi, imani ya kweli ni ipi, neema ya kweli ni ipi. Na sasa tunaenda kuangalia uh, jambo lingine ambalo lina linaaminiwa katika bibilia na watu wengi. Ni vizuri kufahamu kwamba ni kweli watu wengi wanakiri wamepokea wokovu, lakini pia jiulize, wokovu uliopokea ni sawa na ule ambao unasemwa kwenye maandiko, ili usije ukawa unajitumainisha katika kitu cha uongo. Kwa hiyo darasa hili ni vizuri ukalipitia hata kama wewe unayesema umeokoka, kalipitia vizuri, litakujenga lakini pia utaweza pia kumfundisha na mwingine. Na siku ya leo tunaenda kuangalia jambo linalohusiana na uhakika wa wokovu, uhakika wa wokovu. Na katika hii imani ya wa wokovu kumetokea makundi mawili, kuna makundi makuu mawili. Kuna kundi la kwanza ambalo linaamini ukishokoka, basi umeokoka milele ukishaokoka umeokoka milele. Kwa Kiingereza wanasema once saved forever saved, au once saved always saved. Hili ni kundi la kwanza, ukishaokoka umeokoka milele. Lakini kundi lingine linaamini kwamba mtu akishaokoka bado kuna nafasi au kuna namna ambayo anaweza kupoteza ule wokovu kama asiposimama. Yamkini wewe ni mojawapo kati ya makundi mawili, na pengine unaweza kuwa katika kundi mojawapo kati ya hili na ukajiona uko kwa sahihi kwa sababu ya matazamio yako, lakini mpaka kumetokea migawanyo, ujue kabisa kuna mahali ambapo kuna ukweli katika makundi yote na kuna mahali ambapo pengine kuna udanganyifu katika makundi yote. Kwa hiyo ni vizuri ukapitia kwa utulivu, kwa maandiko bila kuegemea eneo lolote, ili uweze kufahamu kwamba hili jambo lina uhalisia gani. Tukianzana na kundi la kwanza ambalo linaamini once saved always saved, kuna vifungu vingi katika Biblia ambavyo Uh, kundi hili linasimamia na kifungu mama ni kile ambacho tunakisoma kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya kumi kitabu kile cha Waraka wa Yohana sura ya kumi ambapo sura hii iko inazungumzia uh, Yesu anavyofananisha yeye kama mchungaji na kondoo wake, na ukisoma hapa utaona anazungumzia kuhusiana na jinsi ambavyo ana ujuzi na utashwa kwa chunga kondoo wake, lakini soma uh, andiko moja kwenye ule mstari wa 28 na 29, Yesu anasema kuhusiana na uhakikisho la, la kazi yake kuhusiana na kondoo wake. Labda niseme tuanzie mstari ule ishirini na saba au tuanzie mstari wa ishirini na sita nasema, lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hamu miongoni mwa kondoo wangu, anaendelea kusema mstari wa ishirini na saba, kondoo wangu wasikia sauti yangu, nami nawajua nao wanifuata umeona. Lakini anasema nami nawapo uzima milele, wala hawatapotea kamwe wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono katika mkono wangu. Haleluya! ili ni neno strong na very powerful. ili ni hakikisho kabisa kwamba Yesu anasema kondoo wangu mimi ninawajua na ninawapa uzima milele, wala hatapotea kamwe. Anasema lakini hakuna mtu anaweza uh, kumpokonya au kondoo mikononi mwake ili neno ambalo linasimamiwa na ile kundi na neno ambalo ni, ni thabiti na ni imara kabisa kwamba Yesu mwenyewe amehakikisha kwamba sisi ambao ni kondoo wake hatuwezi kutoka katika mikono yake, hakuna mtu anaweza kumpokonya. Shetani ana nguvu ya kumpokonya Yesu? ni kweli shetani ana nguvu yote ya kumpokonya Kristo, wale kondoo wake. Kwa hiyo umeona, uzito wa andiko hili. Kwa hiyo kama uliko lijui basi, lifahamu andiko hili lakini ukisoma tena andiko lingine kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya nane ili uweze kufahamu kwamba ile andiko au ili jambo ni kweli kabisa. Warumi sura 8 mstari ule wa 38, Warumi sura 8 mstari ule wa 38. Ah, Kristo anazungumzia kuhusiana na upendo ambao anao kwa watu wake, anasema kwa maana nimekwisha... Paulo anasema kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yale juu wala yale chini wala kiumbe kingine chochote akitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Umeona hapo pia? Kumbe hakuna chochote kilichoko juu mbinguni, kilichoko chini duniani, sio malaika, sio uzima, sio mauti, vinavyoweza kututenga na upendo wa Mungu. yn yani, Mungu ametupenda sisi kwa kupitia Yesu, alafu kitokee chochote kiweze kututenganisha na upendo, hilo jambo halipo. Umeona umeona uzito wa wa wokovu au kitu ambacho tunakipata ndani ya Yesu Kristo. Hakuna chochote kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu. Kwa hiyo unaona, ni hakikisho, ukishaokoka, unaweza kuona hapo mwokoka milele. Kumbuka hii ndio imani ambayo ipo katika kundi la kwanza. Lakini yako maandiko mengine, kwa mfano ukisoma Filipi sura kwanza, mstari wa sita, inasema yeye aliyeanzisha kazi njema ataitimiliza mpaka siku ya kuja kwake. Maana kwamba Mungu hawezi kuanza kazi alafu ikaishia ika katikati. Mungu sio general. Mungu akifanya kazi anakamilisha, kwa hiyo akianza wokovu ndani yako ni lazima tutakamilisha. Kwa hiyo hivi ni vifungu vizito na mama ambavyo vinafanya kundi hili liamini kwamba mtu akishaokoka daima hawezi kupoteza huo wokovu. Hata iweje, atazunguka huko atazunguka kule, lakini at the the end of the day atakuwa na ataenda mbinguni. Yani maana yake kwamba hata ukiokoka leo uka umeokoka kweli kabisa, umepokea wokovu tayari, umeshatiwa muhuri na Roho Mtakatifu, wewe tayari ni miliki ya Mungu, shetani hawezi kukupokonya katika mikono ya Mungu, hata utendeje dhambi, wewe utaenda tu mbinguni, kwa sababu wokovu pia sio kwa matendo, bali kwa neema ambayo tunaipokea kwa kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo tukimwamini Yesu Kristo kwa imani tu, inatosha sisi kuokolewa. Kwa hiyo watu wote ambao kishamkiri Kristo na kumwamini na kupokea na kujua maana ya wokovu, tayari hao watu wamekuwa wameshaokolewa sasa hii ni imani ambayo ipo na nifundishwa, ambapo kama hujakutana nalo basi ujue lipo, na kama ujui basi ujue leo. Na maandiko yanatuthibitishia kabisa kwamba tuna uhakika wa wokovu ndani ya Yesu Kristo, katika namna yote hatuwezi kuanguka. Lakini sasa tuende katika upande wa pili. Upande wa pili unaamini kwamba mtu akishamwamini Yesu Kristo a, a, a na uwezo wa kuteleza na kupotea pale ambapo anakuwa hajasimama au asiposimama imara katika imani Ukisoma kile kitabu yako viko vifungu vingi. Kifungu mama hasa ni kile cha katika kile kitabu cha Waebrania tusome, ambayo inazungumzia mtu akisha akiacha ile njia yake. Waebrania sura sita mstari ule wa nne. Haya mambo ni vizuri ndugu yangu kafahamu. Tunaishi katika wakati ambapo unahitaji maarifa mengi, kwa sababu usipofahamu haya utachukuliwa na upepo wa mafundisho na injili za uongo ambazo zipo sasa hivi duniani. Waebrania sura sita mstari wa nne. Waebrania sura sita Anasema hivi, kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakianguka baada hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhei kwa dhamiri. Anaendelea kusema, maana nchi inayoinywa mvua inayoinyeshia mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimo ushiriki baraka zitokazo kwa Mungu, basi ikitoa miiba na magugu, ukataliwa na kuwa karibu na lana, ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Kwa hiyo andiko hili linasimama kwamba, kuonyesha kwamba mtu ambaye amemwamini ame Kristo akapata vipawa vyote, alafu akaanguka baada hapo, basi haiwezekani kumfanya, ni kwamba anaweza kuelekea katika uharibifu na ukengeufu na ziwa la moto, na hapo maandiko mengine mengi ambayo tutachambua hapo lakini tuangalie hata hapa, tunaona tunathibitishwa kwamba kuna uwezekano wa mtu kuwa tayari ameokoka lakini bado akapotea. Lakini sasa turudi sasa katika ukweli ni upi katika Biblia, ukweli ni upi? Je, mtu anaweza kaokoka akameokoka milele, au mtu anaweza kaokoka lakini akianguka anaweza pia kapoteza ule wokovu? Ukweli usiopingika katika maandiko ni kwamba wokovu ni hakikisho ambalo sisi tunalipata kwa Yesu Kristo, hakikisho la ukweli na la daima. Tukirudi katika hawa wa kundi la pili ambao pengine wanaamini kwamba unaweza ukapoteza wokovu. Unaweza kupoteza wokovu. Ni kweli, wokovu tunaweza tukapoteza. Lakini pia sio rahisi kama inavyofikirika kwamba mtu anaweza tu akaamka tu pengine akateleza katika kosa fulani dogo akapoteza ile wokovu. Maana kwamba pengine alikuwa anatembea na Mungu kwa muda mrefu alafu akatokea tu mahali aka akawaza mazo mabafu akafa, ataenda kuzimu, sasa hapo itakuwa ni jambo lingine. Lakini ukweli ni kwamba ukovu sio rahisi kupotea kwa kama tunavyofikiri, kwa sababu kuna nguvu nyuma yale tumemwamini. Lakini ukweli ni kwamba na uhalisia ni kwamba ukovu unapotea kulingana na maandiko ukovu unapotea. Ukovu unapotea. Sasa tukirudi katikati yale kundi la kwanza ambalo linaamini kwamba ukishaokoka umeokoka milele, wakirejea katika kile kitabu cha Yohana sura ya 10: mstari 28, kwamba Yesu anasema hakuna uh, mtu anaweza kunipokonya Kondoo wangu katika mikono yangu. Ukweli ni kwamba wanaozungumziwa hapo ni kondoo wake. Sio kila mtu, kondoo wake. Na sifa ya kondoo siku zote anachungwa. Sifa ya kondoo anachungwa na bwana yake. Kondoo sio mbuzi. Mbuzi achungiki, mbuzi anachungwa tena mawe. Mbuzi anafataga tu mkumbo kwa sababu pana chakula anaenda, lakini anachungika ni kondoo. Kondoo hizi kufanya jambo bila bwana wake. Lakini pia anasema kondoo wangu anasikia sauti yangu. Maana shikombao kondoo lazima wale wanasikia sauti yake. Wale fundishwa na kumfuata yeye. Hapo ndipo linapokuja tatizo hilo. Je, yeah. Huyu mtu aliyemwamini Yesu Kristo ni kondoo ambaye anasikia sauti ya mchungaji? Kondoo ambaye anasikia, ni kondoo ambaye amekuwa trendy. Ukifikia ukienda sehemu kwa machunga ambao wanyama wamefundishwa vizuri, uwaga aongozi na fimbo, anaongozwa na sauti ya mchungaji. Mchungaji akitoa sauti fulani anasikia wanamfuata. So, so so, mchungaji anaswaga. Hapana, aa, wenyewe wanamfuata nyuma maana kwamba amefundishwa na ameelekezwa na nafata na nati oda za ule mchungaji na unasikia sauti sasa. Mtu kama huyu ikiwa wewe ni muamini na umemwamini Yesu Kristo na unamtii Kristo na unamfuata Kristo na una, unaisikia sauti yake, basi ujue kwamba shetani hawezi kukuchukua katika mikono. Sasa lile neno la once saved forever saved ndio la kuja hapo, ukiokoka umeokoka daima, endapo tadumu ndani ya Yesu Kristo na kumtii na kumfuata. Watu hawajui kwamba imani limetokana na neno la Kigiriki Pistis. Pistis, maanake ni kwamba ni kutii, so tu kumwamini ku, ku, ku, ku, ku, ku, mtu ni kumtii pia. Kwa hiyo tunaipaswa tumtii Yesu Kristo, tukimtii Yesu Kristo atuwezi kupokonywa katika mikono ya Kristo kwa namna yote ile. Mtu ambaye kila siku yupo katika utii na kumfuata Yesu Kristo na kusikiliza maneno yake, huyo mtu hawezi kupoteza wokovu. Hata iweje. Hata iweje hawezi kupoteza wokovu. Hata iweje kwa sababu gani? hayuko mikononi mwa Shetani. Ndio maana maandiko yanasema msimpe Shetani nafasi, na na na ndani ya Kristo, krisoaatokao, naendelea na shughuli zako, sio kondoo ni, so ni mbuzi. Uwezi kusema mimi nimeokolewa, nimeokolewa milele. Hilo neno linatoka hapa, ndio. Wala maneno mengine yanafuata kwenye Warumi 8:38 mpaka 39, maneno mengine yanafuata yanasema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Sio mauti, sio dhiki. Anazungumza maneno, ni Paulo. Paulo anamtii Kristo, wewe unamtii Kristo, uwezi ukatengwa na upendo wa Mungu. Yaani Mungu hawezi kukuacha wewe unapopita katika dhiki, majaribu. Ndio maana Daudi anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa sababu uko pamoja nami. Maana yake kwamba Mungu atahakikisha kwamba hakuna chochote kinachoweza kufanya ukae mbali na Mungu, hata kama kuna shida gani, madamhuko ndani ya Yesu Kristo. Ndio maana utakuta mtu kuokoka anapitia shida anapitia magumu anapitia magonjwa, lakini bado uko ndani ya Yesu mtu kwa, kwa sababu gani? Kadumu ndani ya Yesu Kristo, ndio maana anaweza kustahimili vikwazo na mapingamizi makubwa namna hiyo. Na ukidumu ndani ya Yesu Kristo, basi fahamu kabisa utaweza kukaa na kustahimili katika wokovu mwanzo mpaka mwisho wa safari yako. Ndio hapo unasema kazi njema alioanzisha Mungu atatimiza mpaka siku ya kurudi kwake. Lakini haiwezekani wewe unasema nimeokoka leo, alafu ehe, unaenda kuzini, unaendelea na maisha yako ya kidunia useme ah, nimeambiwa hakuna mtu anaweza kunipokonya mikononi mwa Yesu. Unajidanganya hapo, kuzimu na kuhusu rafiki yangu, hapo wokovu unapotea, na lazima ufahamu kwamba Mungu katupa maamuzi, na maamuzi hayo unaweza ukaingia na kutoka Ndomaana unaweza ukampokea shetani na ukatoka kwa shetani ukaja kwa Mungu, baada mko hapa duniani. Ukishamaliza maisha duniani, ndio uweze kuingia na kutoka? Ulipoingia ndio umeingia huko huko. Kwa hiyo hapa ni mahali ambapo unaweza kuingia na kutoka. Kwa hiyo kuna wokovu ambao uko secured au unalindwa alafu umedumu katika dhambi, kadhalika kuna wokovu na namna hiyo. Wokovu ni ule ambao unakanda ni Yesu Kristo, huko ndipo na dumu milele. Ndio maana ukisoma tusome, kile kitabu cha Kolosai utaona, utaona tunahitajika tu na mwendelezo wa imani. Wakolosai sura ya kwanza ule mstari wa wa 22 na ule wa 23. Wa natatu Wakolosai sura ya kwanza mstari ule wa 22 na ule wa 23. Na ule wa 23. Ama mambo lazima uyafahamu ndugu yangu, vinginevyo utafika pabaya sana. Wakolosai sura ya kwanza mstari ule wa 22 na ule wa 23, anasema anasema, katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawao wala lawama, mkidumu tu katika ile imani mwana, tukidumu katika ile imani tutaletwa mbele zake. Kwa hiyo ni lazima tudumu ndani ya Yesu. Sio kusema tu nimeokoka, maisha yanaendelea huko kumemsahau Bwana, kadhalika kifo tendea mbinguni. Umepotea ndugu yangu. Umepotea kwa makini sana. Yesu alisema kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 6. Anasema mkikaa ndani yangu mtazaa. Anasema msipokaa mtakatwa na kutupwa nje, mtakuwa tawi la kukatwa Usipodumu ndani ya Yesu Kristo utakate utakatiliwa mbali, utakatiliwa mbali. Haya ni mambo ambayo unabudi kuyafahamu ndugu yangu. Wokovu ni hakikisho, lakini ndani ya Yesu Kristo. So, sio hakikisho unaendelea na maisha yako. Na ufahamu pia kwamba upendo unapoa. Ukisoma kile kitabu cha Ufunuo sura ya pili mstari wa 4 tusome pale, utaona anazungumza kwamba kanisa lile lilipoa upendo wake ulipoa, maana kwamba unaweza pia ukapoa upendo wako kwa Mungu. Ufunuo sura ya pili mstari wa nne na ule wa tano. Anasema basi, kumbuka ni wapi ulikuanguka, ukatubu ukafanya mambo ya kwanza, lakini usipofanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Asipotubu katika jambo gani? Mstari wa pili anasema najua matendo yako na taabu yako na saburi yako, na kuwa na uwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajita mitume na usio ukaona kuwa ongo, lakini tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu wala kuchoka. Lakini na neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Kwa hiyo, kumbe alikuwa na upendo, lakini ile upendo ukapoa. Alikuwa na saburi, akaacha. Lakini nasema asipotubu hata kinara chake kitaondolewa, maana kwamba sehemu yake katika ufalme itaondolewa. Kwa hiyo, ndugu yangu ni lazima ufahamu kwamba katika safari ya imani hatuendi tu ili mradi bali tunaenda mpaka mwisho. Anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Wa Filipi 2:12 anasema utimizeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka. Kwa hiyo wokovu sio kuchukulia simple simple, sio kusema tu nimeshamwamini Yesu na nimeokoka inatosha, nitaenda mbinguni. Hili ni jambo ndalo, kwa nalo makini. Utakutana na uhubiri katika zama hizi na nyakati hizi na katika kipindi cha ambacho maarifa yanaongezeka, watu wengi wanasoma na kujua kuhusiana na mambo ya kiroho. Watakuja na ushawishi wa maneno na imani potofu na kukwambia kwamba wokovu haupotei. Wa, wokovu unapotea kama usipodumu ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo timiza wokovu wako kwa kuogopa na kutetemeka. Usitimize wokovu wako kwa kudhani kwamba umemwamini Kristo, umelindwa mpaka siku ya mwisho. Acha hiyo imani, anza leo kumwangalia Kristo, anza leo kutembea katika Kristo, anza leo kudumu ndani ya Yesu Kristo. Unadumu kwa namna gani? Unadumu katika kumtii unadumu katika maombi, imani, katika utakatifu na maisha anampendeza. No, yeye kila siku unajihakiki kama kweli njia yako iko sawa. Kwa kuenda hivyo, basi umeokoka. Lakini pia jambo lingine la kuzingatia kwa wewe ambaye unaamini kwamba wokovu unapotea ndio, fahamu pia kwamba wokovu ndio unapotea. Lakini kumbuka sio sile swala la kusema kila saa nitakuwa na tubu tubu tu na tubu tubu tu. No, wokovu hauna tabia hiyo. Wokovu tu, tu. no. ni hakikisho ambalo tumepewa sisi. Maana ni kwamba kuna namna moja nyingine Tunatembea ndani ya Yesu Kristo na hakikisho hilo pia. Isipokuwa tunapozoelea dhambi, tunapodumu katika makosa, hapo ndipo sasa tunaweza tukapoteza kile kitu. Lakini utasikia leo mtu anakuambia baba ah uh, ikiwa nimeenda na Mungu, nimetembea na Mungu siku zote za maisha yangu ikatokea tu labda nikawaza mazo mabafu, nikafa, je naenda kuzimu? Haipo hivyo kwa namna hiyo, lakini kuna uwezekano wa wewe kupoteza endapo utadumu katika dhambi. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaamini kwamba mimi ndio nimeokolewa na Kristo, siwezi kupotea, lakini pia ninapaswa niendelee kuwa mtifu. Ukienda kwa namna hiyo basi utakuwa mtoto mwaminifu. Unasema once saved forever saved. But also once saved forever following. Kwa lazima hakikisha unamfuata Yesu siku zote. Hapo utakuwa umeweza kubalance jambo hili na kutembea katika imani. Kumbuka na kutahadharisha, siku hizi za mwisho watu hao utakutana nao, watakwambia akunaga kupoteza wokovu. Utakutana nao hawa watu Waepuke kana mbali, watakufundisha imani bandia, watakufundisha urelax katika dhambi, watakufundisha uongo ambao hauko katika maandiko, lakini simama pamoja na Kristo na Mungu akusaidie. Soma kwa muda wako tena kudhibitisha hili, soma kile kitabu cha Petro pili sura pili mstari wa 20 mpaka 22. Petro anaweka wazi kabisa kwamba kuna uwezekano wa kupoteza kile ambacho ulikuwa nacho hapo mwanzo, kwa hakikisha kwamba unasimama na unatembea na Kristo Yesu kwa sababu hizi ni siku za mwisho na tubu, Yesu amekaribia kurudi. Kumbuka, huu ni mwendelezo wa madarasa yanayohusiana na wokovu. Tutaendelea na darasa lingine, lakini pia pata nafasi ya kusoma mwenye Biblia na maandiko. Lakini pia ikiwa hujaokoka na unatamani kuokoka na unatamani sisi tukusaidie katika, tukusaidia katika jambo hilo basi utatutafuta kwa namba zetu hizi 06 93 03 6618 au ukiwa uko nje ya nchi utaanza na nyota 255 698 au tembelea tovuti yetu wingu la mashahidi.org au nuru ya upendo.com au tuandikie tuandekie kwa kupitia email yetu info@wingulamashahidi.org. Basi tutaweza kukusaidia, tutaweza kukusaidia na tutaweza kusema nawe. Ikiwa una swali, ikiwa unatamani kujua zaidi, wasiliana nasi kwa, uh, uh, kwa namba hizo au kwa mawasiliano hayo. Mungu akubariki kubariki panapo wakati mwingine tena. Nikutakia wakati mwema. Shalom.